Jiji la Vatican ama Vatican City ni taifa dogo la kipekee linayojulikana kama makao makuu ya kanisa Katoliki duniani. Pamoja na ukubwa wake mdogo, Vatican ina historia ndefu, utamaduni tajiri na muundo wa kiutawala uliopangika kikatiba. Hata hivyo, mambo mengi kuhusu Vatican ni ya kustajabisha na mengine hata hayajafahamika sana kwa wengi. Bila shaka, utakubali kuwa hili ni taifa la pili duniani ambalo ni taifa linalopatikana ndani ya taifa jingine. Kiufupi ni kuwa taifa la Vatican lote limezunguka kwa na Italia kama ilivyokuwa Lesotho ambayo nayo imezungukwa na Afrika Kusini. Makala hii itachunguza kwa kina mambo ambayo, ambayo bila shaka hajajulikana sana katika taifa la Vatican City lakini yatazingatia historia yake, muundo wake wa kiutawala, mila za kidini, utamaduni wake na hata nafasi yake katika siasa za kimataifa. Moja ya jambo ambalo si maarufu sana katika nchi ya Vatican City ni maktaba huru ambayo ni ya kusoma barua za mapapa. Jitihada za Vatican za kutunza siri zimepungua kadri muda unavyokwenda. Tangu mwaka 1881 maktaba ya Vatican iliyotumika awali kama maktaba ya siri imekuwa ikiruhusu watafiti kuingia na kuangalia hati za kihistoria ikiwa tu mtu anayetafuta hati hizo ama nyaraka hizo za kihistoria anajua hasa anachokitafuta. Maktaba hii ina rekodi za maneno ya barua za kila papa na maskofu kwa karibu karne kumi zilizopita. Elfu moja mia tano thelathini na Henry wa nane akimwomba Papa Clement wa saba amfungishe ndoa yake na Catherine wa Aragon. Lakini jambo lingine ambalo ni la kipekee na ambalo bila shaka ni la siri na kwa kiasi linasitajabisha ni mahakama ambayo inaruhusu dhambi tano pekee kusamehewa na Papa. Katika muktadha wa imani ya kidini, Vatican ina taratibu za kipekee zenye utata sana, ambazo mpaka wengine wanaziona ni taratibu ambazo ziko ya sheria za kawaida za Kikristo. Mojawapo ni mahakama ya Kanisa Katoliki inayopatikana pale Vatican, ambayo inaitwa Apostolic Penitentiary, ambayo ni baraza la siri lenye jukumu la kusamehe dhambi kubwa kabisa. Kanisa Katoliki linaeleza kuwa kuna dhambi tano pekee ambazo mahakama hii huzikabili, ikiwa ni pamoja na kuvunja zoezi la toba, yani kuharibu siri ya toba kwa maana ya kuungama, kuharibu bikra mtakatifu au Ekaristi takatifu na hata jaribio Papa. Hivyo basi, ili kusamehewa makosa hayo kunahitajika idhini ya mahakama hiyo. Utaratibu huu wa kisiri unafanyika kwa siri ndani ya Vatican na unaonyesha jinsi kanisa linavyodumisha utaratibu maalumu wa kiroho kwa ajili ya maswala mazito ya ndani. Lakini jambo jingine la kushangaza kuhusu Vatican City ni idadi ya watu na ukubwa wenyewe wa nchi. Vatican City ni taifa huru, linajulikana rasmi kama mji wa Vatican, yani Vatican City State, ni taifa dogo zaidi duniani kwa eneo na hasa kwa eneo na kwa idadi ya watu. Ingawa Vatican City imezungukwa kabisa na jiji la Roma la nchi ya Italia, lakini haiko ndani kabisa ya udhibiti wa Italia kisheria, kwani Vatican City ilipata uhuru wake mwaka elfu moja kenda mia ishirini na kenda kupitia mkataba wa Lateran uliosainiwa kati ya serikali ya Vatican City inayojulikana kama Holy See na serikali ya Italia. Hivyo basi, ingawa Vatican City State inaonekana kama mji mdogo uliyo ndani ya Roma, lakini kisheria na kisiasa ni taifa huru kabisa. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne nchi ya Vatican City ilikadiriwa kuwa na idadi ya watu mia nane themanini na wawili. Idadi hii inajumuisha makasisi viongozi wa ngazi za chini wa dini na waajiriwa wa kawaida kama wanajeshi wa jeshi la Swiz na familia zao. Jeshi la Swiz ni jeshi linalohusika na ulinzi wa papa. Raia mia tatu sabini na wawili wa Vatican City wanaishi nje, hasa wakihudumu kama wanadiplomasia na makadi nali wanaoishi mjini Roma nje ya nchi ya Vatican City. Lugha rasmi kisheria ni Kilatini, lakini lugha ya Kiitalia nayo inatambulika kabisa na inatumika pia dunia nzima. Hii ndiyo nchi ambayo raia wake wote ni wa dini moja, yaani Wakristo wa Kikatoliki. Ni nchi huru yenye eneo dogo zaidi duniani, kwani ina eneo la kilomita za mraba 0.49. Kwa kurahisisha tu ni kwamba eneo lake lina ukubwa wa hekta 49 ama ekari cha ajabu licha ya kuwa Vatican City haiko chini ya Italia na imezungukwa yote na jiji la Roma la Italia, lakini mtawala mkuu wa nchi ya Vatican City, ambaye pia ni papa kwa cheo, pia anaitwa askofu mkuu wa Roma. Ni kama inachanganya kwa kiasi fulani. Jambo jingine ambalo kwa hakika ni la kustaajabisha ni sheria isiyo ya kawaida ya uraia. Sheria za uraia za nchi ya Vatican City ni za kipekee sana. Kinyume na mataifa mengi, kuzaliwa ndani ya Vatican City, hakutoi uraia wa moja kwa moja wa nchi hiyo. Badala yake Vatican huwa inawapa uraia wale watu walio na uhusiano maalum na taasisi za Kanisa Katoliki. Kwa mfano, makardinari, wanajeshi wa jeshi la Swiss wanaomlinda papa, maskofu na wafanyakazi wa Vatican. Hata familia ya karibu inaweza kupewa uraia ikiwa mwenza ameridhika na utumishi ndani ya Vatican. Zaidi ya hayo, uraia wa Vatican ni wa muda tu. Mtu akivurunda kazi yake ndani ya Vatican anaweza kufutia. Wa uraia wake. Aidha, kama mtoto akizaliwa ndani ya Vatican City ni hali isiyo ya kawaida. Ndani ya Vatican City hakuna hospitali, kwa hiyo jamii hupewa uraia wa Italia badala ya uraia wa Vatican. Jambo jingine ambalo bila shaka linatafakarisha sana katika nchi ya Vatican City ni kuwa mfumo wake wa kisheria ni wa kipekee, na pia nchi hii licha ya kuwa ni nchi huru na yenye mamlaka ya kujitegemea, lakini haina gereza kabisa. Vatican ina mfumo wake wa kisheria tofauti kabisa na wa jitihada za kuanzisha gereza la kawaida ndani ya Vatican City zimeshindwa kabisa. Kwa hiyo Vatican City ni nchi isiyo na gereza kamili la kudumu. Kwa hiyo makosa madogo ndani ya Vatican City kama uvunjaji wa amani au wizi mdogo hufikishwa kwa mahakama za ndani, lakini adhabu kwa watuhumiwa hutolewa katika magereza ya Italia. Kwa maana nyingine, mtu akihukumiwa kufungwa ataadhibiwa katika gereza la Italia na gharama za kifungo hicho hulipiwa na Vatican. Hii imetolewa wazi katika mkataba Walateran wa mwaka 1929 kati ya Vatican na Italia. Italia ilikubali kuchukua hatua za kisheria dhidi ya waharifu ikiwa watakimbilia ndani ya Vatican. Pia Italia inaweza kuwachukulia hatua za kisheria ya waharifu endapo Vatican itaomba. Kwa hivyo, Vatican licha ya kuwa ni taifa huru, lakini haina magereza kamili. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa Vatican inategemea usaidizi wa kisheria na wa ulinzi wa Italia ili kulinda mamlaka yake ya ndani ya eneo lake bila kuwa na vyombo vyake kamili vya utekelezaji, jambo ambalo bila shaka pia linaacha maswali mengi. Ni mamlaka ya kiutawala ya papa na miundo isiyo ya kawaida katika nchi ya Vatican City. Papa anamiliki mamlaka kamili ya kisheria, utekelezaji na mahakama, kama kivuli cha vyeo vyake. Anaweza kupitisha sheria zake mwenyewe, lakini amekuwa akikasimisha baadhi ya mamlaka yake hiyo kwa taasisi maalum. Kwa mfano mwaka elfu moja kenda mia thelathini na kenda, papa alianzisha kamishena ya pontifiko ya jimbo la Vatican yenye wajumbe saba ambao walikuwa ni makadinali ili kutunga sheria za taifa hilo. Rais wa tume hiyo kwa kawaida pia anaitwa rais wa ugatuzi wa Vatican na ndiye anayeanzisha sera za kila siku za utawala akiwa ameteuliwa moja kwa moja na Papa. Aidha, kituo cha polisi rasmi cha Vatican City ni Corpo della Gendarmeria ya Vatican City badala ya jeshi la walinzi wa Uswisi ambalo ni kikosi cha kanisa Katoliki kwa ajili ya ulinzi wa Papa. Mifano hii inaonyesha namna utawala wa Vatican ulivyo tofauti kabisa. Papa ana mamlaka yote ya juu, lakini anaweza kuwatumia wengine, wakiwamo maaskofu au hata makardinali au hata watu wa kawaida katika kutekeleza baadhi ya kazi zake chini ya uangalizi wake. Jambo la mwisho ambalo hakika ni la siri kubwa ni maktaba ya siri ya kumbukumbu za kihistoria. Vatican ina maktaba kubwa ya siri iliyotolewa kwa watafiti tangu mwaka 1881 inayohifadhi kumbukumbu za kihistoria zenye thamani. Nyaraka nyingine maarufu ni zile zinazohusu kesi ya Galileo Galilei na uchaguzi wa mwaka elfu moja kenda mia ishirini na mbili wa papa uliofadhiliwa na Wakristo wa Marekani. Yote haya yanadhihirisha kwamba Vatican imekuwa ikihifadhi kumbukumbu zake kwa siri kwa karne nyingi. Hii ni Msasa Midia.